Wapenzi wasikilizaji wa hichi kituo popote mlipo, ninawasalimu hamjambo. Karibu sana, niwapakulie niwachanganulie yale ambayo yanazidi kutendeka kwa utendeti ni mimi mtangazaji wako Bwana Ezra. Tanzania, hatuwezi tukapata uhuru endapo hatutaweza kuamka, na ndio maana ninawashukuru wale wote ambao walijitokeza na bado wanazidi kujitokeza kupinga utawala huu ambao unaongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan ambaye amekataliwa. Hii leo wananchi wazalendo wa Tanzania ambao wanaishi Ulaya walijitokeza kwa wingi ikiwa ni siku ya kutetea haki za kibinadamu, International Human Rights Day. Walijitokeza katika afisi za ubalozi wa Tanzania Ulaya, wakaandamana wakiwa na mabango ya kusema kwamba hawamtaki Samia. Hata wewe mpenzi mtazamaji, unaweza ukafanya hilo ili tuweze kwa pamoja kukataa utawala wa kiudikteta. Tazama taswira kamili kutoka upande wa Ulaya.

na raisi haramu. Nina imani kwamba umekwisha pata taswira jinsi ambavyo ilivyo. Hivyo ndivyo inahitajika, tusimame kwa upamoja na tukatae utawala huu ambao unataka kutuongoza kimabavu. Kumbuka kwamba wanataka kututawala ili hali sisi ndio tuko na mamlaka yaani, wanataka wao kujilazimisha kwa sisi, lakini sisi ndio kutoa mamlaka. Sasa umeweza kuona wananchi hao wazalendo wa Tanzania ambao wako upande wa Ulaya waliweza kuandamana wakisema kwamba stop killing us Gen Z. Wacha kutuua sisi vijana. Unajua sio eti kwamba walikuwa wanaandamana kwa sababu Watanzania waliweza kuandamana, bali walikuwa wanaandamana upande wa ubalozi wa Tanzania upande wa Ulaya, ili kuonyesha ulimwengu mzima kwamba utawala ambao upo mamlakani wa Samia Suluhu Hassan unawaua wananchi. Taarifa hizi ambazo wananchi walikuwa wanapasha kutoka upande wa Ulaya, nimeweza kuambiwa na mwelekezi wangu mpaka mke wake Tundu Lissu alikuwa kwenye maandamano haya upande wa Ulaya walikuwa wanaonyesha ulimwengu kwamba Tanzania viongozi wake wanaua viongozi wa kesho. Mnajua vijana ndio viongozi wa kesho. Hawa ambao wanawaua wananchi, itafika kipindi ambapo wataondoka na waende. Hichi kizazi ambacho wanaangamiza hawa ndio viongozi wa kesho, hawa ndio wanajenga taifa, hawa ndio wanafanya kazi ngumu iwe mjengo, walipe walipwe mshahara waende kulisha familia, walipwe mshahara waende kulipa kodi, na hiyo kodi ndio inasaidia kuweza kujenga barabara Tanzania. Kwa hivyo unaona, hapa wanasema kwamba wacha kabisa kuua vijana wa Gen Z, vilevile nimeona hapa wakieleza kwamba achilia Humphrey Polepole. Polepole pole alikuwa amekamatwa na kutekwa na hii serikali, akapotezwa kwa kutoa siri. Unajua serikali siri yao ikifuja, jinsi ambavyo wanapanga mambo, jinsi ambavyo wanaangamiza wananchi jinsi ambavyo wananyonya kodi za wananchi, unapata kwamba hawasikii vizuri na wakaweza kumpoteza Humphrey polepole. Sijui kama unanielewa mpenzi mtazamaji. Sasa hawa watanzania ambao walikuwa wanaandamana upande wa Ulaya wanataka polepole aweze kuachiliwa vilevile. Nimeweza kuona hapa wanasema kwamba achilia mtu ambaye anaitwa Tundu Lisu lisu, Tundu Lisu ni mwanasiasa wa chama cha Chadema na alionekana kuja kumtoa kijasho kikali Samia Suluhu Hassan. Samia akaona ni heri aweze kumfungia kwa jela ili kuondoa upingamizi ili kuondoa viongozi wa upinzani ambao wangempea changamoto sasa. Wanataka Tundu Lissu aweze kuachiliwa. Vile vile nimeona wakiwa wameinua kitu ambacho kinaitwa mabango ambayo yanasema kwamba acheni kutuchinja, stop the massacre. Yani sio eti kwamba walikuwa wanaandamana kufurahisha Tanzania. Hapana, walikuwa wanaonyesha na madhira na matatizo ambayo ndugu zetu wa Tanzania wanapitia na walikuwa wanapasha ulimwengu mzima. Amerika imeona, hata ICC imeweza kuona Mataifa ama ma, ma, ma, ma, ma, taasisi za kutetea haki za kibinadamu, ICC, United Nations wameweza kuona. Vilevile uh, Watanzania waliweza kubeba bendera wakimuuliza Samia Suluhu Hassan who are you, wewe ni nani wa kuua wananchi? Wewe ni nani wa kuabduct wananchi? Wewe ni nani wa kupoteza wananchi? Na mwisho niliona bango, itakuwa ni baya sana, nitakosa iwapo sitaweza kulisungumzia hili bango. Niliona bango ambalo limeandikwa kwamba Samia Suluhu Hassan ni rais haramu, anapaswa kuondoka madarakani akwende nyumbani, anapaswa kuondoka madarakani hata asionekane. Kwa nini hapakukuwepo na uchaguzi ishirini na tisa? hapakukuwepo na uchaguzi Tanzania, baada aliweza kujiweka madarakani. popote ulipo bado haya maandamano ni ya mwendelezo. Unaweza ukaunda mabango yako, unaweza ukaandika maneno yako na uyatundike mitandaoni.